Yuko wapi askofu Josephat Gwajima? Ndilo swali ambalo wengi wamekuwa wakijiuliza tangu zipatikane taarifa kwamba askofu Gwajima akiwa kanisani kwake alizingirwa na gari za polisi. Kwa mujibu wa kinywa chake yeye mwenyewe, alidai kwamba ni gari takriban tatu za polisi zilikuwa zimemzingira majira ya usiku toka jana usiku tarehe mbili mwezi Juni mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano mpaka hivi sasa hakuna taarifa yoyote ambayo imepatikana kuhusu ni wapi alipo askofu Josephat Gwajima. Kwa maana ya je, amekamatwa na jeshi la polisi ambalo lilienda kanisani pale kwa lengo la kutekeleza majukumu yake? Je, hajakamatwa na alikimbilia kusikojulikana? Je, askofu Gwajima bado yupo kanisani kwake kwa ndani amejificha ili asiweze kuonwa na jicho la polisi, ndipo hatua zaidi ziweze kuchukuliwa, au ni kipi kipo nyuma ya pazia kumhusu Askofu Josephat Gwajima kwamba ni wapi alipo? Hilo ni moja kati ya maswali mazito sana ambayo wengi wamekuwa wakijiuliza, mara baada ya sekeseke zito la usiku, ambapo polisi walikwenda kawe hapo katika kanisa la Ufufuo na Uzima kwa lengo la kutekeleza majukumu yao na si vinginevyo. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limewakamata baadhi ya wa waumini wa kanisa la Ufufu na Uzima linaloongozwa na askofu Josephat Gwajima kwa tuhuma za kukaidi agizo la serikali la kulifuta kanisa hilo na kuendelea kufanya ibada kinyume cha sheria. Akizungumza na wasafi FM siku ya Jumanne, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro amesema watu hao wamechukuliwa na polisi ili kutoa maelezo, ikiwa wakiwa hawajafahamu maelekezo ya serikali au walikaidi makusudi ya agizo hilo kwa lengo la kuzua fujo. Wakati tukielekeza nini cha kufanya kufungwa kwa kanisa la Askofu Josephat Gwajima kulingana na maelekezo ya kisheria, kuna baadhi ya watu walikuwa wanafanya mambo ya kutoelewa kwa hiyo ikabidi tuwachukue na tunaendelea kuongea nao kujua kweli walikuwa hawaelewi kilichokuwa kinatekelezwa au walikuwa wanafanya tu kukataa kwa maana ya kutaka kusababisha fujo, amesema Kamanda Muliro. Kamanda Muliro ameeleza kuwa jeshi la polisi lipo kwa ajili ya kusimamia sheria na amani, na kwamba hatua ya kufungwa kwa kanisa hilo ni utekelezaji wa maamuzi ya kisheria yaliyotolewa na mamlaka husika. Amesisitiza kuwa endapo kanisa au viongozi wake watataka kurejeshwa kwenye shughuli zao za awali, basi wanapaswa kufuata utaratibu wa kukata rufaa kwa mujibu wa sheria wanaweza kukata rufaa kwa mamlaka za kisheria, na kama wakiruhusiwa, sisi polisi tutaendelea kuzingatia sheria. Hatuna tatizo na yeyote anayetii sheria, amesema. Juni mbili mwaka wa 2025, serikali ilitangaza kulifuta rasmi kanisa la ufufuo na uzima ikieleza kuwa limekiuka sheria ya jumuiya sura ya 337, kwa kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa, hatua ambayo imeelezwa kuwa ililenga kuichonganisha serikali na wananchi. Umesikia hata katika taarifa hiyo ya kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, hakuna taarifa yoyote humo ambayo inaeleza kwamba ni aidha Askofu Josephat Gwajima ametiwa mbaroni au la. Sasa bado swali linabaki kuwa pale pale kwamba ni wapi alipo Askofu Josefati Gwajima? Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, hakikisha kwamba unakuwa karibu nasi ili kupata taarifa zaidi juu ya yote yanayoendelea, hasa kumhusu Askofu Josefati Gwajima. Mdau mmoja wa Jamii forums.com anasema kuna askari zaidi ya 30 kwenye eneo la kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josefati Gwajima huku wakiwa na silaha pamoja na magari ya polisi. Anasema licha ya hali hiyo waumini wa, wa kanisa hilo hawajaondoka ila wamekaa chini ng'ambo ya barabara toka polisi walivyozingira kanisa hilo usiku wa jana Juni 2 mwaka wa 2025. Haya yote yanajiri baada ya uwepo wa taarifa ya serikali kutoka kwa msajili wa jumuiya za kiraia kulifutia usajili kanisa hilo siku moja tangu kiongozi huyo kutangaza msimamo wake wa kuendelea kukemea na kupambana na vitendo vya utekaji na kupotea kwa Watanzania, wa kukemea na kuendelea kupambana na vitendo vya utekaji. Polisi Tanzania wamezingira kanisa la Askofu Josephat Gwajima. Polisi jijini Dar es Salaam, Tanzania, wameripotiwa kulizingira eneo lilipo jengo la kanisa la Ufufuo na Uzima linalomilikiwa na kiongozi wa dini ambaye pia ni mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kawe Josephat Gwajima. Hatua hiyo ilikuja saa chache baada ya kusambaa mtandaoni barua kutoka moja ya idara za Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi ya Tanzania ikimwarifu Gwajima kuhusu uamuzi wa serikali kulifunga kanisa hilo. Taarifa za askari polisi kulizingira jengo la kanisa la Ufufuo na Uzima lililopo eneo la Ubungo, kilomita 12 kutoka katikati mwa Dar es Salaam, zilisambazwa mtandaoni na Gwajima mwenyewe kupitia kipande cha picha ya video akiwa amezungukwa na watu aliyowaita maaskofu wa kanisa hilo waliovalia makoti na mashati ya rangi ya zambarau. Baadaye zilisambaa picha zilizowaonesha watu wakirusha mawe na sauti za kuwahimiza waumini kwenda kanisani huku kukiwa na miliwa ambayo haikufahamika iwapo ilikuwa ni ya gesi ya kutoa machozi au risasi za moto. Barua ya msajili wa jumuiya za kiraia iliyosambaa, ambayo Gwajima anasema hajaipokea, ilielezea kufuta usajili wa kanisa la Glory of Christ Church maarufu Ufufuo na Uzima, hivyo hutakiwa kusitisha shughuli zote mara moja kwa makosa ya kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na kuichonganisha serikali na wananchi. Mapema Mei 25, Gwajima alielezea kukerwa na matendo ya utekaji wa watu na mauaji. Mpenzi mtazamaji na mfadhiliaji wetu, hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari nasi tumeiandaa na tunaisogeza kwako ili kusudi nawe pia upate kujua na kufahamu kinachoendelea kumhusu Askofu Josefati Gwajima pamoja na kanisa lake la Ufufuo na Uzima. Hiki ndicho ambacho kinaendelea kwa sasa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumhusu Askofu Josefati Gwajima, lakini moja kati ya maswali ambayo watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwa kina sana ni kwamba je, ni wapi alipo askofu Josephat Gwajima? Je, usiku ule wakati anatafutwa na jeshi la polisi kwa lengo la jeshi hilo kutekeleza majukumu yake, ni kwamba alikimbia na kujificha, eh, kusikojulikana mpaka hivi sasa, bado jeshi hilo halijamtia mbaroni, ama inakuwaje? Au je askofu Josephat Gwajima amekwisha kutiwa mbaroni au la, ama eh, askofu Josephat Gwajima bado yumo ndani ya kanisa lake, amejificha kwa lengo la kuepukana na mkono wa polisi ama jicho la polisi hilo? Ni swali ambalo bado, eh, linaendelea kusalia miongoni mwa Watanzania,